Sema <laughs> taifa taiva hapa pazuri sana. Sasa, mwanangu, e, nimekuja hapa na jambo mtaka kunisaidia na nimeisi kabisa mtu akunisaidia ile swalangu ni niwe peke yako. Kwa sababu unanijua vizuri. Kwa sababu toka mimi naachana nabra zangu kuja hapo ndo nnistiri. Unajua mimi na bara zangu siku hizi ndo tuatoleni kabisa. Yaani yaani kwa <laughs> yan huko mpaka hukompaka ge ni mazito na ni makubwa. Unajua mimi nilifika steji nikazaa na shemeji yangu, najielewak Inamaana unoni nimekuja oyani huko biza na simu yako tu, maana toka umekuja nakonaeni jazi bahasia tunakuangalia tu, maana sina cha kukufanya ahakukusaidia. Alafu wewe ni mwanamume gani ubadiliki? Yani kila siku na kushauri fata hivi, fanya hivi, we unafanya unavyotaka wewe au unataka upendeje wewe? Maana nimekuvumilia sasa, nimechoka. Hebu angalia wewe, ni wa kushinda kabu, ona unavovuta mishisha hadi ndani kwako, ina maana zimekolea kwenye damu na uwezi kuacha. Unataka nibadilikaje? yeah. Nio ni mfupi ni au nio mrefu, niyo mweusi au niyo mwekundu? Ulizana shemeji yako. Swali so, ambalo na gumu sana na shemeji vipi? Ni stori ndefu na nikisema ni kwa DC hapa unaweza ukachoka, kwa hiyo nikasema nitoke huko DC. Mshikaji wangu, pengine utakuwa na mawili matatu kunishauri. Kwa kwa sababu haya mambo peke yangu naona kabisa, nikaenda hapa nyumbani nikamchukua ule mtoto tokaa nivyomchukua ule mtoto mpaka leo sijakanyaga, mpaka leo inavyozungumza na wewe na vitu hmm. oh yeah. E, vikubwa sana ah. eh. HK, unavyochoka wewe, hata mi nachoka hivyo hivyo, lakini najikuta sina namna. ila ene itu achane na haya mi, na swala pia nataka nikushirikishe, unamkumbuka ule mshangazi wa kipindi kile? hapo kwa mashangazi hapo, mbona unapenda? Aa, mashangazi, yaani mshangazi amechukule bonge moja la apartment bonge moja la nyumba, sina nielewa, alafu naistosha pia na kademu mkangu nako kamerudi kutoka chuo kaka, yaani hapo ni vurugu tafarani, humo ndani hawa mashangazi hao, ila ana afford kila kitu mwanangu, ana lakini naweza, ile siku ukaata usiku wa manane akakutimua, utakuwa mgeni wa nani? Kumaanisha nini? Sasa mimi nachotaka kushauri kwa mshangazi sasa hivi, wewe chuma invest, sawa so, na ukitaka kutoboa maisha haya, unatakiwa utafute mwanamke wa kumuoa. Huyo ndio atakuwa future yako na mtapanga mipango, maisha yataenda

nikupenda kwa dhati ndani ya moyo wangu, nikaamua wewe uwe wa kwangu, nikuhudumie, nikufanyie kila kitu unachohitaji, lakini wewe kunijali mimi, yani unipendi, yani naona kama unipendi wana wana nindihia, tu nani yani unatumia fedha zangu, vitu vyangu, sijui nini, sijui nakuhudumia, nawekeza kwangu, ujue kuna kitu nakipata na kutoka kwangu kama kuhusu kuvuka kwanja sijui klabu sijui kutoka kuvuta shisha ni maisha yangu binafsi. Ujue mimi nakuheshimu kwa kiasi kikubwa, ila sitaki kuingiliwa kwenye maisha yangu au mambo yangu nayafanya, kwa sababu sidhani kama vitu vinakusumbua chochote kwao. Kama unaona kama nakudistabu kinamna fulani, unaweza kufa, kufanya chochote unachoweza kufanya wewe, sababu siwezi kukuzuia, ila kupangia staki, sababu ni maisha yangu binafsi nanafanya na naenjoi na nafurahi na mwe wangu. Aha, kumbe ndo hivyo. Nimekuelewa nacho kihitaji. Sasa ngoja nikupe uhuru wako uishi unavyotaka wewe, na mimi nikatafuta mwanaume mwingine ambaye naweza kuendana naye. Mi nahitaji familia, mi nishakuwa mtu mzima, mambo ya kudanganya danganyana sitaki tena. Hivyo basi kuanzia leo, yaani lileo sumanime, nipo hapa kwako, nikitia mguu wangu hapa, labda sio mimi Yani, nikitoka hapa usinitafute, na wala ukinikuta sehemu yoyote ile usini. Yani usiniite wala usiniongeleshe. Mimi naona safari ya mahusiano yetu imeishia hapa, fata maisha yako Jinga. Vizuri kifua bodibodi ah ya mani. Oh, toto utakufa vibaya ewe Kani Ka. Kani nini? Oh, uoni haya, tuseme sana. Kani amependeza, taarifa zake anazo kwanza. uvyo nakunavyopendeza mke, naona anachekacheka tu, ila taarifa hana huyu. Nahisi hivi Kani unajua kumbe kakako anaumwa, anaumwa ameparalyze. anayotoka hamjui, anayoingia hamjui haja zote hapo na yote tisa kumi, ni kwamba iko juu. Hata yule mke wake ambaye tulikuwa tunamjua yule mwanamke ni mrefu eh? mrefu mweusi hayupo. Kuna kidada tu tumekikuta pale masikini na Mungu ndio kinamhudumia. Kakako ni ya kujinia, kakako ni wa kujikojolea, hajui anaingia, hajui anatoka. Wewe unajua hilo? na wewe hatujai kuona mguu wako wala hizo lasta zako zikiingia wala kutoka mlindani zaidi ya huyo mdada tu wa watu, maskini ya Mungu. Nasikia katoka wapi? Mungu amsaidie. Sasa hapo unasema kitu gani? Maana si mieleona, mko juu juu tu kama indiketa ndege. Mara blaza zako anaumwa, mbona umekuwa nesa? Mimi nausika nani? Sasa sasa, kablaza anaumwa, mimi nikamponya? Nimekuwa daktari? Kwa nini hospitali hakuna? Maana si mielewi bado. Lazima amekaa anza kuzungumza bado, si mielewi. Mna shida gani hii? Angalia ma lipstick yake atok kwa mkaona kukutana na mimi hapa manze, kunipa hizo habari. Mimi nimekuwa daktari ningekuwa kumponya. Anaumwa sana, sio kwamba tunatania, ni anaumwa sasa. We uone mtu aja zote hapo hapa, yani hatembei hafanyi chochote yani hapo hapo. Subiri. Subiri. Hapo alipoongea, eti nikamponye mimi ndo daktari Nishaanza kuwa na wasiwasi ma baba, nimekuwa na wasiwasi ma wewe, nauko kupendeza kwako kwa. Wewe umemtoa kaka kwa sana kani, nimemtoa kaka... Ah, na hivi vitu hivi mwenzetu haukuwa hivi kani, yaani sisi tunakwambia kuambia beli za kaka yako, wewe unaanza unasema mimi, mimi ndio daktari kweli kabisa. Punguza, umaraya, ploma, wewe. Maisha yana maumivu, kuna kupanda na kushuka pia, kupata na kukosa ah, ah, ah. Moyoni tunabeba beba vingi na ufukaro na tutesa tunapambana tukiamini kesho, hivo wenda kesho yetu Mungu pekee ndo wanaijua. Tutapambana tukisali tukisindiki. Karibu sana shoga yangu. Asante, lakini kiukweli nimesha karibia yapokuwa tu ujio wangu wa leo, wala sina furaha. Nakuona upo sawa, una tatizo gani? Unazani nitakuwa na tatizo gani kubwa kama sio mama wangu. Mama wangu. Mama akafanya nini tena? I don't know how to explain. Lakini mama wangu ni mtu ambaye nashindwa kusema. Ananichukia kwa sababu amenizaa, lakini kila ninalolifanya mwili ndani analiona baya, nikifanya jema anaona baya, nikifanya baya ninakuwa baya mara mbili. Anatamani mara zote niende mbali, haijalishi nimesoma mbali, lakini anatamani nitokomee mbali zaidi na maisha yake, na ndio maana anaona kabisa kwamba sijui sistahili kuwa naye karibu, sijui ananichukia yaani, sijui niwekeje lakini yule ni mama yako. Unapaswa msikilize. Ndio maana analinda uangalizi wako, wewe anakuangalia wewe. Sijui ni kosa gani umemkosea mpaka anataka kupeleke kijijini. Siu, ungeweza kuniambia, ningeweza hata kukushauri. Hapana, kama ningekuwa nimemkosea basi sidhani kama ningekuwa na sababu ya kukuficha. Um, ninachokiamini mama alinizaa wakati ambao bado nadhani alikuwa bado mdogo sana kuweza kuwa na mimi. Hivyo ndio maana mpaka saa hizi akinitizama nikiwa msichana na yeye akijiangalia, anaona kama tuko same age. Kwa hiyo labda kuna vitu namzuia nikiwa naye, ndio maana anatamani niende mbali. Sasa bebe, naomba basi nije nikae nyumbani kwako kwa muda, wakati nasikilizia, sikilizia kupata kazi Usiofu kuhusu kuishi hapa, utaishi kwa sababu una, kama unavyoona naishi mwenyewe, sina mtoto wote wa kunisumbua, tutaishi pamoja lakini unajua, umeongea maneno makali sana, na uwe ni mama yako. Kwa nini unamzungumzia hivyo? Mambo mengine unaacha tu yaende, umenielewa? Usijali, tutakuwa tunakaa wote hapa. Lakini unaniakishia mama ana shida yote wee, sijui kaniletea matatizo. Mama wako ule ana mdomo ule bassawa. <ride> ninjoni, nikakuletea juice bana. Ngoja ninyanyuke kwanza ukachukue juice.